Tuanze jijini Nairobi, ambapo mahakama kuu jijini Nairobi imesimamisha kwa muda kutekelezwa kwa tangazo la zabuni ya kimataifa ya kutaka kiwanda cha Nzoia sugar kukodiwa na mwekezaji wa kibinafsi anatuanzisha taarifa zetu Leonard Wamalwa. Jaji wa mahakama ya milimani Lawrence Mugambi ameamuru tangazo la zabuni ya kukodi kiwanda cha kusaga sukari cha Nzoia iliyowekwa kwenye magazeti ya kitaifa mnamo tarehe 28 mwezi Februari mwaka huu kupitia wizara ya hazina ya kitaifa kwa ushirikiano na wizara ya kilimo isimamishwe kwa muda hadi kesi ambazo zimewasilishwa mahakamani kupinga hatua hiyo zitatuliwe. The Jaji Mugambi ameamrisha pande zote husika kuwasilisha majibu yao kuhusu kesi hii ndani ya siku tatu zijazo, ili kuwezesha utaratibu wa kesi hiyo kuanza. Walalamishi wanaopinga zabuni hii ya kukodi kiwanda cha sukari cha Nzoia kupitia mawakili wa Wamalwa and Chesa advocates wanadai wananchi hawakuhusishwa kwenye utaratibu wa kukodi kiwanda hicho kabla ya tangazo kuwekwa wazi miongoni mwa vigezo vingine mkuu wa sheria nchini Dorcas Oduor naye alifika mahakamani kupinga uhalali wa mahakama kuu kujihusisha na kesi inayohusu maswala ya husu utoaji zabuni akisema mahakama kuu haina mamlaka ya kisheria kushughulikia kesi hiyo. Sasa jaji Mugambi anatarajiwa kutatua swala la kisheria la mahakama kuu kuhusika kwenye kesi hiyo kabla ya kusikiza kesi ya kupinga zabuni tata ya kukodi kiwanda hicho cha Nzoia. Nikiripotia West TV kutoka jiji kuu la Nairobi, naitwa Leonard Wamalwa eh?